Mimi naitwa Raymond Gabriel Mkini, ni mkazi wa serikabi Sombetini, kata ya Usunya ujr. Nilipataka ajali ya kuangukiwa na ukuta wakati nilikuwa kwenye majukumu ya kupambania maisha ya familia yangu na ujenzi wa serikali, wa, wa taifa. Kwa hiyo nilipata ajali ya kuangukiwa na ukuta, nilikatika mguu na nilivunjika mgongo, kanisababishia mpaka sasa hivi nimeparalaisi, natumia mapempasi natumia pipu za kukojoa kwa muda wa miaka miwili na nusu, ila kupitia hii kampeni. Nilishaangaika sana, sijawahi kupata msaada na sijawahi kupata msaada wowote kwa miaka miwili, tofauti na serikali. Ila Mama Samia namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwa kweli ni mama mwenye uchungu na ni mama mwenye utu, kwa kufanya hii kampeni, ya mawakili hapa wameweza kunisaidia, nimepata msaada wa milioni 15 ambazo natafuta niende kwenda kupata matibabu katika hospitali iliyoko nje ya nchi na naamini mheshimiwa rais ana uwezo hata ikiwa ni kesho, na uwezo wa kwenda kutibiwa kwa sababu yeye ni amiri jeshi mkuu, na ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ni mama kama mama pia. Namshukuru sana mkuu wa mkoa kwa kuwezesha hili jambo, Mheshimiwa Paulo Makonda ameweza kunihangaikia sana na hata hapa nilipofika ni kwa juhudi zake. Mungu awape wa maisha marefu na awapiganie kwa kuwa bado nahitaji msaada, naamini linawezekana machoni pao. Pia namshukuru wakili wa serikali kwa kuja kunisimamia. Namshukuru rais wa wakili wa TLS kwa kuja kunisimamia. Namshukuru pia wakili wangu Moses Basila na Mheshimiwa Abdalla kwa kunisimamia mpaka jambo langu limefikia mwisho na kufikia maridhiano. Naamini sheria iliyotumika hapa ni sheria ya busara yenye uweledi. Namwomba Mheshimiwa Rais anitazame kwa jicho la tatu kwa kunipatia msaada wa kwenda kutibiwa nje ya nchi kwa uwezekano kwa kweli ni wa mrejeshi mkuu. Inawezekana kwake na sio jambo kubwa, ila kwangu mimi ni jambo kubwa kutokana na maisha yangu nilionayo ya chini, lakini kwa mheshimiwa rais yanawezekana. Nashukuru mimi kwa msaada niliyopata. Mungu awabariki wote na awatangulie katika maisha yenu, kwa hiki mlichokifanya kwangu, hakika Ala atawalipa. Nitaje namba zangu za simu kwa msaada kwa yote atakaye guswa aweze kunisaidia. Namba zangu za simu ni 0683 973372. Naitwa Raymond Gabriel Mkini. 0683 973372 Raymond Gabriel Mkini.